Amolo Odinga. Rais William Ruto ametangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha aliyekuwa Waziri Mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga, akimtaja kama shujaa wa demokrasia, mpigania uhuru wa kweli, na nguzo ya siasa za kisasa barani Afrika. In honor of the right honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation. I have declared a seven day period of national mourning during which the national flag shall fly at half mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. Akilihutubia taifa kwa huzuni kuu, Rais Ruto alisema Raila alikuwa kiongozi wa kizazi kimoja ambaye alijitolea maisha yake yote kupigania haki, usawa na uhuru wa wananchi wa Kenya. Vile vile, rais alisema taifa limempoteza mpatanishaji, mzalendo wa kweli na mwana wa Panafrika aliyekuwa akiweka umoja na amani juu ya maslahi binafsi. Raila Amolo Odinga is truly a once in a generation leader.

Katika heshima za kitaifa, bendera zitapepea nusu mlingoti kote nchini na katika balozi zote za Kenya nje ya nchi. Na pia rais ametangaza kuwa Raila Odinga atazikwa kwa heshima za kitaifa, na kamati maalum ya mazishi imeundwa ikiongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki pamoja na seneta Oburu Odinga. Our former Prime Minister. Raila Amolo Odinga shall be accorded a state funeral with all attendant honours. In consultation with the family, a committee has been, a committee to be co-chaired by the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, and the CIS Senator Oburu Odinga has been set up to coordinate the funeral arrangements. Ruto pia alisema serikali ya India imekubali kusaidia kurudisha mwili wa mwenda zake Raila nchini, huku ujumbe maalum ukiongozwa na waziri mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi ukisafiri mara moja kuelekea India. At the same time, the government of India at the request of the government of Kenya has offered to facilitate the repatriation of the remains of our former prime minister.

Rais Ruto aliwaomba Wakenya wote kuungana katika kipindi hiki cha majonzi, akisema taifa limepoteza nguzo ya ujasiri, baba wa demokrasia na mwanga wa matumaini ya Kenya bora. As we mourn, I call on all Kenyans to reflect on his towering legacy and the lessons impacted by Right Honorable Raila Odinga's life, work, ideas and example. Nikiripotia Dabaso Sultan Media, mimi ni Kasim Hamisi.